Wakristo wengi wa sasa hawajui kwamba tuliipata Biblia kutoka kwa Wakatoliki. Walichukua pia vitabu vya Agano la Kale ambavyo hata wakati wa Kristo vilikuwa bado havijapitishwa rasmi na Wayahudi. Wayahudi hawakufunga rasmi orodha ya vitabu vya Agano la Kale hadi mwaka wa mia moja baada ya Kristo au karibu na hapo, katika baraza la Jamnia. Ndipo walipoamua ni vitabu gani ni vya kimaandiko na wakavikusanya katika maandishi ya kimasora na kala ya zamani zaidi ambayo ipo ni ya karne ya kumi baada ya Kristo. Vitabu vya kujumuishwa katika agano jipya havikuamuliwa rasmi hadi mwaka wa 382 baada ya Kristo, tena katika baraza la Roma chini ya Papa Damasus. Kwa hivyo ni kanisa Katoliki lililokitangaza kitabu kitakatifu Biblia na kusema Tunawapa maandiko haya kwa mamlaka yetu, na kwa mamlaka ya mapokeo yasiyo rasmi ambayo yamekuwepo tangu mwanzo yakiwa yamevuviwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kihistoria, Biblia ilipokelewa kwa kusema kwa kanisa. Na kanisa Katoliki linasisitiza kwamba kwa pamoja, kanisa lina mamlaka ya kufasiri Biblia na unaweza kupokea au kukataa. Wahindu wanaamini kwamba Veda zimefunuliwa na kuvuviwa na Mungu kwa imani ile ile kubwa kama Mkristo au Myahudi yeyote. Waislamu wanaamini Kurani imevuviwa na Mungu. Wabudha wengine wanaamini kwamba maandiko yao sutras, pia ni ya asili ya Kibudha. Wajapani wanaamini kuwa maandiko ya zamani ya Shinto pia ni ya asili ya Kimungu. Na nani wa kuhukumu? kwa hivyo ikiwa kanisa linasema Biblia ni ya kweli, mwisho wa yote inatoka kwako mwenyewe. Je, utaamini kanisa au la? Kwa hiyo sitamnyima mtu yeyote haki ya kuwa na maoni hayo. Waweza kuamini kwamba Biblia ni ya kweli kihalisi, na kwamba Mungu mwenyewe aliandika kupitia kwa Musa, manabii na mitume. Hilo linaweza kuwa ni maoni yako na una uhuru wa kuyaamini. Mimi sikubaliani nawe. Kwa upande mwingine, naamini kuna maana ambayo Biblia imevuviwa na Mungu, lakini kwa kuwa uvuvio hupitia kwa binadamu, basi ujumbe unaweza kupotoshwa kwa njia ya mtoa ujumbe huyo. Kwa mfano, nazungumza nawe kupitia mfumo wa sauti. Ikiwa mfumo huu wa sauti una tatizo chochote, nitakachosema kitapotoshwa, na unaweza kukosea maana ya kile nilichosema. Kwa hiyo kila anayepokea uvuvio wa kimungu ataweleza kulingana na lugha anayoijua, na kwa lugha hapa simaanishi tu Kiingereza, Kilatini, Kigiriki, Kiebrania au Kisanskriti, bali lugha katika maana pana, mfumo wa kufikiri na imani aliyokulia nayo. Kwa maoni yangu, Yesu wa Nazareti alikuwa mwanadamu kama Buddha, kama Sri Ramakrishna, kama Ramana Maharshi na wengine ambaye mapema katika maisha alipata uzoefu mkubwa wa kile tunachokiita ufahamu wa ulimwengu mzima. Uzoefu huu unaweza kumpata mtu yeyote wakati wowote, kama kupenda ghafla. Wakati mwingine hutokea baada ya mazoezi ya muda mrefu ya kutafakari na nidhamu ya kiroho, wakati mwingine hutokea bila sababu yoyote ya wazi. Wakati unakuja, unajua, ni kama neema ya Mungu. Kuna hali ya kushangazwa unapogundua kuwa umetambua vibaya utambulisho wako. Ulichofikiri ni "mimi" ni hisia potofu tu. Watu wengi wanapogundua hivyo hujisikia wamevuvia kweli. Mara nyingi huambatana na hisia ya joto kali na upendo, kwani unaona uso wa Mungu katika macho ya kila mtu. Kabir, mwanafalsafa wa Kihindu na Kiislamu, alipokuwa mzee sana, aliangalia watu na kusema Nitamhubiri nani? Kwa sababu aliona mpendwa Mungu katika macho ya kila mmoja.